Nam, serikali ya kaunti ya Nandi imewahimiza kina mama wajawazito waende hospitalini kufanyiwa vipimo mapema, kama njia moja ya kuwalinda watoto wachanga dhidi ya virusi vya HIV. Takwimu zinaonyesha kuwa asilimia 16 ya watoto katika kaunti ya Nandi wanaambukizwa virusi vya HIV wakati wa ujauzito na wakati ya kina mama wanajifungua. Akizungumza leo akizungumza kwenye, kwenye maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, waziri wa afya kaunti ya Nandi Angeline Kirui amesema idadi hiyo imetokana na baadhi ya kinamama wajawazito kuchelewa kwenda kliniki.

Saizi watu wenye wanaishi na virusi vya ukimwi tunapitia changamoto mingi, especially wakati wa stop order ya USAID eh, imekata vitu nyingi. So, na nataka kuomba serikali yetu ya the national government, Ku-budget, wa-allocate, uh, pesa kwa watu wenye wanaishi na virusi na vya ukimwi wazidi kuhamasisha wazee wasee waache kutoroka wa kuja wa, wa kuchukua dawa wache wa wengi kuchukua dawa ili wote tukue pamoja. Hii ugonjwa ukipata siyo, si ugonjwa real, ni hali tu ambapo ukipata na ukupali na ufuatilie masharti ambayo daktari anakupatia maisha inaendelea. Wito umetolewa kwa Wakenya.